Bwana, mimi mwenyewe naweza hata kuchukua oda na maivu. Unajua sishidwe. Acha kuongea hizo, niambie, ni usikia yako, nikuhudumie nini? unataka nini? Niambie, Chidi kapata nini klabu? Atajua mwenyewe bwana, mimi ninachotaka kama amekuja kuosha glasi store, I don't care, ninachotaka asiniharibie mipango yangu. Basi umemwona? wow. chuti ya yeah. Nimemwona ila kwa siku ya leo sidhani kama akufaa, bora kuachana naye tu. Unamuoana pale alipo amepija bia mbili tatu tali uko hoi. Asa hata kama hicho kikoma, nataka mkae mwongee. Hamtoelewana, mwachi aende zake nyumbani akapunzike. Hey, hey. habari nzuri kipenzi. Yu oh, samahani oh sana. Hii hapa ni kinywaji cha bosi wangu, lakini ulinipa oda moja tu. Unanikumbuka? nilikuwa ni hapa jana yeah. Jana uliniletea majibu ya dharau hivi hivi na ikawa kwako. Naona na leo unataka nirudie. Hapana kipenzi changu, naomba uniwe radhi. Nitakuhudumia kile unachokihitaji lakini hii ni ya bosi wangu mpenzi wangu. Sina nia mbaya. Niamini. Excuse me. Oi Tesa. Eh? Hey? Kaka, auoni kama nahudumiwa hapa? Wewe dada songa na wewe tafadhali. <laughs> Huyu unavyomwona tu anafanania kwa mhudumu. Uo, una, una, anafanania, wale, malaika, Israeli, Tesa, mi juu. Usiji, usiji, usijizime data. We dada, wewe ukithubutu wewe, wewe. Okay, so kunizungumzisha kwa mara nyingine nitakulabua mabao, usinione mimi mtu, usinichukulie poa. Mjinga ni? Ayamu, jayamu, mimi. Waudumu, walojia humu ndani, wote, ujeona. Nikuja kumuona huyu mama hapa wewe dada mpuzi wewe, ongea na shoga yako wewe. Wewe, wewe, wewe, mimi usinichukulia poa. Una wewe nani? Kwani nikuulize wewe, ambao umekuja kukurupukia meza za watu? Wewe sikiliza, dada, nitakuchakaza, nitakuchakaza. Hmm, mimi nimeshavurugwa na mambo yangu, sawa? Niko hapa naomba unichakaze wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, sanikohapa wewe, unaipata wapi?